Kaangalieni kwenye vitabu msome kwenye vitabu, kitabu cha vita vya Bwana kama iko vita hata moja ambayo tulirudi nyuma kwa kuogopa ukali wa wa upanga wa Mfilisti? Hakuna vita hata moja. Nami namtangazia mtu usi, usiangalie wingi wao, sura zao, vita vyao, maneno yao, uchawi wao, panga zao, usiwangalie wale maana walio upande Usiwaogope, siwaogope. Sisi tunajua silaha zao, tumezisoma silaha zao, risasi zao, mizinga yao, vifaru vyao, ndege zao, rada zao, tumesoma askari wao wamesoma wapi nshimoni. Sisi tunakusanya silaha zao zote za vita, risasi zao, mabomu yao, tunayakusanya mabomu ya giza yote kwa pamoja, na tunayageuza

Or stress or downcastedness. Yeah. It does not come as a chance. It does not come as, as a misfortune. It is created in the rooms of darkness. Narudia tena. Kila jambo unalokutana nalo, liitwe bahati mbaya kimaisha, au ajali, au kuchanganyikiwa, au kuharibikiwa, au kifo au maskini, halijatokea kwa bahati mbaya kuna chumba ambacho limetengenezwa, limehaliliwa, limedesainiwa, likaachiwa kuja kwako mchana wa leo. Na ligeuza lirudi kwenye chumba kile kile lilichotengenezwa kwa jina la Yesu.